Mwacha mtaanguka kwenye dhambi. Wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa waliangaziwa na Mungu, lakini walipoamua kumwacha Mungu, wakajipata wao wamo gizani. Mutembee pia kama wana wa mwanga, wenye kutembea kama wana wa mwanga ndio wale wenye kumshuhudia Kristu katika maisha yao. Msiishi tena kama wanaoogopa, muishi kama waliotambua ukweli ambao ni Kristu, na muwe tayari kwenda na kutangaza habari njema. Hawa ambao wanabatizwa leo hii watapewa na majukumu na mamlaka, wataambiwa nendeni, mkafanye mataifa yote wawe wafuasi wa Kristo. Hampati kubatizwa tu na ikawa sherehe ambayo inaishia hapo. Mnabatizwa na mnatumwa. Sijui wale ambao walibatizwa kitambo, wewe umeleta wangapi katika zizi la Kristo? Ulipewa majukumu hayo, uliambiwa nenda ukafanye wengine wawe wafuasi pale kwako kazini. Sikuna wengi ambao labda hata hawamjui Kristu bado, wewe unachukua hatua hiyo ya kuweza kumzungumzia na kutangaza Kristu kati ya mataifa na watu ambao hawajapata kuangaziwa naye, wakati ambapo unaibika kwa Kristu. Basi unaendelea kutia giza, hauleti mwanga ambao Kristu amekwisha kuwa tuwe wa kugawa mwanga huu ambao Kristu ametupa sisi. Anawaalikeni mweze kujitenga na giza, na kujitenga na giza ni kujitenga na dhambi. Kujitenga na giza ni kujitenga na dhambi na yale yote ambayo yanahusiana na dhambi mujitenge nayo kuna mtu mmoja ambaye alienda kulewa kidogo na alipokuwa anarudi nyumbani alikuwa anapita katika mto na pale katika mto kulikuwa na mhubiri huyu mhubiri alikuwa anabatiza watu kwa hivyo yeye amepata watu ambao wamepanga laini, ili wakati wao wa kubatizwa ufike wabatizwe. Yeye amepanga laini na imefika wakati wake. Kwa hivyo ameenda, na yule mhubiri amemshika kichwa, amemtumbukiza kwa maji, akamuuli alipoinua kichwa akamuuliza, umempata Kristo? Akasema la. Tena mhubiri akamtumbukiza mara ya pili Akamuuliza, umempata Kristu? Akasema la. Akamtumbukiza mara ya tatu, akamuuliza, sasa umempata Kristu? Akasema, una hakika? Hapa ndiye alianguka. <laughs> Tumesisi ambao tumekwisha mpokea Kristu tutembee na Kristu, tumjue Kristu na kumjua ni kushika neno lake. Kumjua ni kufuata na maagizo hayo ambayo ametupa katika safari hii ya imani. Basi nyinyi ambao mtapata mwanga huu, mwanga huu upate kupenya ndani ya mioyo yenu, ili huyu Kristo ambaye tunamshuhudia leo kwamba hakika amefufuka, aweze kweli kuendelea kuwaongoza. Wale kina mama waliokimbia kaburini, walikimbia ili kushuhudia, sio kushuhudia kwanza, walikimbia ili waweze kupaka ule mwili wake manukato, na walipofika pale wamepata hakuna mtu kaburini, hakuna mtu kaburini. Na walipopata kwamba hakuna mtu kaburini, walirudi kwa wanafunzi ili kuwapasha habari hiyo, kwamba hayuko kaburini, yu mzima, yu hai. Hawa kina mama kweli ndio waliokuwa wa kwanza kupasha watu habari ya ufufuko wa Kristu. Nyinyi muwe watu wa kupasha watu habari ya wema wa Kristu na wema wa maisha ya Kikristu. Hao kina mama, haikuwa rahisi kwa wale wanafunzi kuamini walioyasema tunaambiwa walichukua labda kama mzaha tu, na ilibidi Petro na wale wanafunzi wengine wakimbie, ili wapate kuhakikisha kwamba hakika wanayosema hawa kina mama ni ya kweli. Hiyo ni ya miaka mingi sana iliyopita. Ziada siku hizi tunasema namna hiyo tu kwamba <tutu> hey, ile ya kina mama uikubali tu rahisi rahisi, ngojea ikae kidogo, ndio uone kama yale aliyosema ni nini. Hata hawa Wayahudi hata wale Petro na wale wanafunzi wengine, ili wabidi wakod, waende wahakikishe kwamba haya ambayo kina mama wamesema hakika ni kweli, na waliposhuhudia, walipoenda wakashuhudia, hakika ni kweli. Hawa wanafunzi walikuwa wamesahau yale ambayo Kristu alikuwa amesema nitakufa na baada ya siku tatu nitafufuka. Aliposema hayo labda hawakuelewa, lakini sasa imedhihirika kwamba yale aliyowaambia kumhusu yeye hakika yametendeka, kwamba hayuko kaburini, amefufuka. Basi sisi tuweze kuwa watu wa ufufuko, let us be a people of Easter. A people of Easter ni wale ambao wanaamini kwa ufufuko wake Yesu Kristo. Watu wa Pasaka ni wale ambao wamezaliwa upya katika imani na katika Kristo, na ndio sababu katika litajia hii tutarudia tena ahadi zetu za ubatizo, kukumbushwa tena sisi ni akina nani? kwa sababu labda wakati mwingi tunaweza kujisahau na tusahau wito wetu ni upi. Tutakumbushwa tena yale yani ambayo tulisema tunayasadiki, na tupate tena dhihirisho kwamba tunayasadiki na tuko tayari kuendelea kusadiki hayo, tuko tayari kuendelea kuamini kwa ufufuko wa Kristu, kwa sababu maisha yetu ya Kikristu msingi wake ni ufufuko bila ufufuko haungekuwa na Ukristu. Labda ingekuwa tu ni hadithi ya mtu aliyekuwa anaitwa Kristu, aliyetenda miujiza, aliyekuwa mwalimu mzuri, lakini ni zaidi ya hayo. Huyu alikufa na akafufuka. Ule msalaba ambao ulikuwa uonekane kama njia ya kumletea madharao na kushindwa kwake amepata kuushinda sasa kwa ufufuko wake, kwamba hayuko kaburini tena, yuhai. Vile ambavyo wale malaika waliwaambia wale, wale kinamama kwamba mnamtafuta nani? Mnamtafuta aliye hai kati ya watu